Ni kuwa serikali imeulizwa kutoingilia vyombo vya habari wakati vyombo hivyo vinaangazia maovu yanayotendeka katika afisi za umma na katika jamii. Kwa mengi zaidi, nampisha mwanahabari wetu Dan Dunde na Bwayo ambaye amekita kambi katika kaunti ya Kakamega. Haya yamesemwa na baadhi ya ya viongozi kutoka kaunti ya Kakamega katika mkutano wa mwaka wa muungano wa wanahabari wa kike kaunti ya Kakamega, yani Media Queens 037. Baadhi ya viongozi waliohudhuria mkutano huo wameitaka serikali kuvipa vyombo vya habari uhuru wa kuendesha kazi zao na pia kuimarisha usalama kwa waandishi wa habari haswa wa kike.

Hata hivyo wanahabari wa kike wameraiwa kujifunza kujitegemea, ikiwemo kufanya kazi pia na vikundi vya akinamama ili kuwezesha kujinyakulia nafasi za uongozi katika jamii. Tuanze kupatana wanawake, tusaidiane, tushikane na tuheshimu hao wanaume, sio tushikane alafu tu tuwadharau, si ndio? Tushikane, twaonyesha ya kwamba tunaweza fanya kitu tunaweza fanya kazi na tunaweza saidiana nao zaidi kujenga hili taifa. Mshikane mkono, we want more women in leadership. Muunge Mama Elsie mkono, nyinyi wenyewe pia mshikane mikono. Naye waziri wa huduma za jamii na vijana katika kaunti ya Kakamega Jacqueline Masita akawapa changamoto waandishi wa habari nchini kutilia maanani maadili ya vyombo vya habari haswa wanapoangazia matukio katika jamii ili kuzuia visa vya kuenea habari zisizokuwa za kweli. Na news ziko na controversy, sijui nani amepatwa na bwana ya nani, nani amepatwa na bibi ya nani, huko ndio media itakimbia, because we are failing uh, in leveraging on or gravitating on what is good for the society and focusing on

anapata information. Kundi hili la wanahabari wa kike lilikuwa likisherekea mwaka wa nne tangu kuanzishwa kwa kikundi hiki. Milcent Kubai ni mwenyekiti wa kikundi hiki. Mara mingi sisi wanahabari tunajituma zaidi ya yale majukumu yetu, pasi na ile gharama ambayo ama uh, umepewa pale ofisini. Tayari tumeanza mikakati ya kuweza kuidentify a parcel of land ili tuweze kuendeleza hicho kilimo na pia tunalenga kununua zile coffee dryers ili hata kilimo hichi ambacho kimeanza kuzinduliwa kaunti ya Kakamega tutaweza kuendeleza na kusaidia wale wakulima, kwamba zile a, coffee dryers si nyingi, kwa hivyo sisi tutakuwa miongoni mwa wale ambao wanamiliki. Ni kiripotia habari za TV Magharibi kutoka eneo bunge la Rurambi, kaunti ya Kakamega. Naitwa Dan Ndunde.